bali mfahamu ni nini anatoa mapenzi ya Mungu. Yesu asifiwe. Kwa sababu ya haya yote tulio ya pata hapo. Na kile ya fahamu ni nini mapenzi ya Mungu? Ya Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha fahamu tu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Mapenzi ya Mungu hayako kwa mtu mwingine kwa Umezaliwa na kusudi. Destiny ya kwako lazima iishie na nini? Na kusudi. Na mtumishi alimba ndipo maono haya <coughs> hapa tinia. Wanaweza sana. Pia kwenye nini? Pia kwenye nini? Utapata ajali, utafanya nini? Lakini kama umebeba maono <coughs> kusudi la Mungu, wewe waki. Akasema atiwezi <coughs> kutumishwa. Si complain. Mm-hmm. Umepitia kwenye majaribu nimeanguka imeomba Mungu amekuinua, chamba safari. Neno moja nimesikia mahali mtumishi wa Mungu ni anasema, ukiona safari uko na mshia, yani kila mtu anayotakuwa na kumwona na kumwekea anaona safari